Nitumie fursa hii kuwapongeza sana mheshimiwa madiwani, kwanza kwa kuchaguliwa kwenu na kwa namna ambapo wananchi wamewapa imani kubwa sana, lakini sambamba na hilo, baada ya kupokea kiapo rasmi cha kutumika kwa nafasi za udiwani, hongereni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama ametoa taswira hapa ya kwamba wananchi wana matumaini makubwa sana na baraza hili la madiwani kwa jiji la Mwanza katika kujaribu kupitia taarifa za wabunge na mabaraza yote ya madiwani kwa nchi nzima nimekuja kubaini na kugundua ya kwamba jimbo letu la Nyamagana na baraza la madiwani wa jiji la Mwanza ndiyo baraza lenye madiwani vijana zaidi ya asilimia tisini na tano kuliko popote nchi nzima. Nafasi yake ni kwamba Nyamagana imepata damu changa, Jiji la Mwanza limepata damu changa. Waheshimiwa madiwani, tunayo kazi kubwa sana ya kwenda kufanya kazi, ni waombe tukaende kushirikiana na watendaji wetu. Kwa bahati nzuri sana mmepata mbunge ni mgeni kwenye baraza la madiwani wa jiji la Mwanza, lakini si mgeni kwenye kazi za baraza la madiwani. Nimewahi kuaminiwa ni madiwani wa kata kwa kipindi cha miaka mitano nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya huduma za jamii niliyekuwa nasimamia idara ya maji, afya pamoja na elimu. Nataka niwahakikishieni kwa kiasi japo kidogo naijua hii kazi. Watendaji wa halmashauri, mnalo jukumu kubwa sana la kuwa kiungo, ili tuweze kufanikisha yale ambayo sisi tunatamani kuyafanya. Jiji letu la Nyamagana limezungukwa na maji lakini ukitizama ziwa Victoria kwa namna ambavyo tunalitumia si sawa sawa na mahitaji wa ya wananchi mkoa ila ya uvuvi. Rafiki yangu sana, tujipange. Tunacho chuo cha fisheries pale Nyegezi, tutengeleze mpango mkakati wa kuwakusanya vijana walio tayari kujihusisha na shughuli za uvuvi, tuwapeleke wakapate mafunzo pale Nyegezi. Zaidi ya yote, tutenge bajeti ya kuwawezesha ili wanapohitimu tuwape mikopo ili wakafanye shughuli za uvuvi wa kisasa, tuweze kunufaika na ziwa letu tuyonalo ndani ya jimbo la Nyamagana na jiji letu la Mwanza. Mwisho, kwa makundi yote ya vijana, mmepata baraza la madiwani la vijana mwenzenu na mimi mbunge ni kijana mwenzenu, nataka niahidi kwa ushirikiano wa mimi na pamoja na baraza la madiwani tunakwenda kufanya kazi kubwa sana ya kuwanyanyua hapa mlipo na kuwasogeza mbele. Mheshimiwa Mstahiki Meya, nita kuomba ushirikiano na mimi, nitakupa ushirikiano, tuguse kundi kubwa hili la vijana, ili tupunguze changamoto ya ajira kwa vijana wenzetu tunaoongoza kwenye jimbo la Nyamagana. Kauli mbiu yangu wakati wa uchaguzi ilikuwa ni Nyamagana, ndoto ndogo yako. Ninatamani kuiona Nyamagana inayopitika kwa barabara majira yote ya mwaka, kwa maana ya kiongozi kwa maana ya kiangazi na masika, lakini natamani kuona Nyamagana ambayo huduma ya maji inapatikana usiku na mchana siku saba za wiki. Nami nimetenga vipaumbele viwili kwa maana ambacho nitaenda kufanya kazi kwa nguvu kubwa, nenda kujielekeza kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, kwenye sekta ya maji. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani, tufanyeni kazi za wananchi tukawatie matumaini pale wanapoonesha kukata tamaa, na zaidi ya yote tukawafariji pale wanapoguswa na changamoto zozote. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, wana Nyamagana, mheshimiwa w njuma wa Baraza la Madiwani, ninalo jambo moja la mwisho. Ni waombe tunayo bahati kubwa sana kwenye jimbo letu la Nyamagana. Jiji letu la Mwanza sasa linayo timu ya Pambajiji, tuelekezeni nguvu yetu kubwa kuhakikisha timu hiyo haichuki daraja na tuelekeze tue kwenda na kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania.